kwenda kuwa mtu ambaye na heshima zangu watu wanaheshimu na waniamini, na ndio maana leo <coughs> hii hey, nimeaminika mpaka naingia kwenye bunge. Hongera sana mzee wangu <coughs> yeah, Mungu atakujalia na tuko pamoja.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 Sitokuangusha kuangusha. Uliriski sana kuja kwenye mkutano wangu wa mwisho, na kama ningeshindwa, tafsiri yake ni kwamba tungeonekana tumepigwa wote, mi baba tutoke. <laughs> <laughs> lakini Mungu ni mwema, nashukuru bostare yuko hapa. Huyu ni moja kati ya monitor monitor wangu, anaye kiranja ananiongoza vizuri, au sio bwana, tukiwa bungeni? All in all, I'm so happy. Naitwa bapi babake na Levo, Brighton Levo Katus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Thank you.